Takribani watu kumi na tisa wakiwemo maafisa kadhaa wa polisi wamejeruhiwa katika maandamano makubwa ya kupinga serikali nchini Peru katika mji mkuu wa Lima mwishoni mwa wiki iliyopita. Kati ya watu hao kumi na tisa, watu kumi na nane waliripotiwa kujeruhiwa na shirika la kitaifa la kuratibu haki za binadamu CNDDHH, akiwemo mwanahabari mmoja, huku afisa wa polisi akipata majeraha madogo yaliyosababishwa na kuungua na moto baada ya kupigwa bomu la petroli Molotov cocktail. Maandamano hayo yaliyoanza Jumamosi ya Septemba 27 yaliandaliwa na makundi mbalimbali yakiwemo vijana wa kizazi cha Gen Z na wafanyakazi wa sekta ya usafirishaji wakipinga utawala wa, wa rais Dina Bolate na bunge la nchi hiyo. Hasira hizo zilichochewa na sheria mpya iliyowataka watu wote wenye umri kuanzia miaka 18 na, na kuendelea kujiandikisha katika mfuko binafsi wa pensheni, hatua iliyokosolewa vikali kutokana na hali tete ya ajira nchini humo na kiwango kikubwa cha ajira zisi rasmi kinachozidi asilimia sabini bin. Waandamanaji walipoelekea katika majengo ya serikali katikati ya mji mkuu wa Lima walikumbana na ulinzi mkali wa polisi na ndipo makabiliano yalipozuka huku waandamanaji wakirusha mawe, mabomu ya moto na fataki na polisi wakijibu kwa kutumia gesi ya machozi na risasi za mpira. Nayo mashirika ya haki za binadamu nchini humo yamekosoa matumizi ya nguvu kupita kiasi ya polisi, yakisisitiza heshima kwa haki za waandamanaji, huku mwanasheria wa nchi hiyo Perez wa haki za binadamu alisema hakuna uhalali wa matumizi makubwa ya gesi ya machozi na mashambulizi dhidi ya waandamanaji. Hali ya machafuko inaaksi kutorudhishwa kwa muda mrefu na utawala wa Rais Bolate ambao umekumbwa na shutuma za rushwa, misukosuko ya kiuchumi na kutowajibika kwa mauaji yaliyotokea katika maandamano ya miaka kadhaa ya nyuma. Kwa mujibu wa ripoti ya Julai ya taasisi ya utafiti wa Peru, uungwaji mkono wa Rais Bolate umeshuka kwa asilimia mbili nukta tano huku bunge kipata wastani wa asilimia tatu pekee ya uunguaji mkono na raia wa nchi hiyo. Maandamano pia yamesababisha usumbufu katika sekta muhimu ya madini nchini humo, yakisimamisha shughuli katika kiwanda cha kusaga cha kampuni kadhaa za Peru. Waandamanaji wamekuwa wakitumia alama za kitamaduni, ikiwemo taswira ya fuvu lenye kofia ya majani kutoka katika katuni ya kijapani ya One Piece, kama ishara ya mapambano dhidi ya viongozi wala rushwa. Viongozi vijana wanasema msukumo wao unatokana na kuchoshwa na vurugu na ukandamizaji uliozoeleka nchini Peru, huku baadhi ya wa wanasiasa wakisema maandamano hayo ya naksi kuporomoka kwa misingi ya kidemokrasia duniani na kurudia mitindo ya utawala wa mabavu ya miaka ya 1990 chini ya aliyekuwa rais wa nchi hiyo Alberto Fujimori, huku wakiamini kwamba harakati za kijamii zikiendelea, zinaweza kufufua nguzo za demokrasia nchini humo. Hii ni Msasa Media. Msasa, kisasa zaidi.